Hello guys. Karibu kwenye channel yetu ya Modern Hustle. Leo tutapenda tuone namna gani unaweza kutengeneza zaidi ya milioni 400 kwa mwezi kupitia online hustles. Na leo tutapenda tuone online hustle ambao ni YouTube content creation. So tutaona namna Content creators wa YouTubers wanavyopata pesa awa. So, jamaa wanatengeneza pesa nzuri sana guys, hawezi ukaamini zaidi so, ya milioni 400 kwa mwezi mtu anatengeneza. Just tuone kwa mfano, ili kujua wanatengeneza pesa, pesa kiasi gani hao jamaa, utaenda Google, uta search kitu kinaitwa social utaandika social bread, utasachi. Ukifungua hii website inaitwa social bread, utakuja utaangalia hawa popular creators. Kuna Diamond Platnumz Demond Levani na wengine na wengi, lakini leo tumeona kwa mfano huyu Jaymond, hapa utaingia Jaymond, tuone anatengeneza pesa kiasi gani kutokana na YouTube. So kwa mfano hapa anasema kwa mwezi huyu jamaa anatengeneza kwa kuanzia laki na themanini na tano hadi milioni tatu k dola. Hizi ni dola ndugu yangu, ambazo hizi dola ukizikombati kwenda kwenye shilingi, tuone ni sana shilingi ngapi. 185k USD Google. So, apa, 185K, kwa ku convert utaenda Google. Sawa, ukienda Google uta search the.com. So uki search the.com hapa itatusaidia kuconvert ile 185k ambayo nilikuwa nashii andika. Hapa utaandika 185 utaiconvert kwenda Kwenye Tanzania shillings. So kwa mfano hapa unaona 185k guys. ni sana Tanzania shillings milioni mia nne hamsini na nne laki saba elfu kumi na saba na mia tano arobaini na nne. So ni hela nyingi sana kwa mwezi ambayo hata ukiwa daktari mwanasheria si nini awezi ukaipata lakini just for a single video mtu anapata pesa hii guys so, ni ni haso nzuri ambayo unaweza ukaifanya pia wewe na ukapiga pesa nyingi, ukapata pesa nzuri, na ukawa na muda wa kufanya shughuli zingine, na ukawa na muda wa kutosha kufanya mazoezi, kusoma kitabu, kutembelea familia, kuenjoy na mtu wako. So tuone kwa mfano uje Mondi ana mm -hmm. Anafanya shughuli gani online hadi anapata pesa yote hiyo? Tuende tuone, kwa mfano, ukienda YouTube hapa utasearch Ukienda kusachi utasachi, labda Jmondi. So Jmondi, utaona anaposti vitu gani? Okay, so, anaposti, anaposti vitu vya kawaida tu, vitu vya kawaida. Anaposti vitu vya kawaida ambavyo hata we mwenyewe unaweza ukaposti. So, guys, thank you guys, ukitaka kujua zaidi kuhusu online hustles, subscribe kwa chaneli yetu hii kwa ajili ya no? Kujua hustles nyingine nyingi ambazo unaweza kuzifanya online na ukapata pesa nyingi zaidi ya milioni 400 kwa mwezi. Thank you guys. Thank you again.